Ni siku ambayo haina ni siku ya sikukuu, lakini pia hakuna mchezo wote wa uh, Afcon ambao unaendelea. Nikasema ni vizuri na ndugu zangu wa Tanzania ambao wako hapa ambao tumekuwa pamoja toka Afcon ilipoanza. Sasa basi tukutane tuweze kufurahia kwa pamoja, tucheze mechi ya kirafiki tule tunywe, baada ya hapo na hiyo ndio ilikuwa dhamira. Kwa hiyo nikasema, na hapa tunao wenyeji wetu na marafiki wengi tu hapa Morocco akiwemo uh, goalkeeper wetu coach ambaye sasa hivi yuko FUS Rabat, um, ala miskin ambaye anaishi hapa na hapa ni nyumbani kwao lakini hapa FUS amecheza hapa for seven and a half years, kwa hiyo ni sehemu ambayo kwake hapa ameitumikia kwa muda mrefu, kwa hiyo tukaona tu organize mechi, tumecheza na wachezaji wa FUS Rabat ambao ni veterans. wamecheza national team. Wengine wamecheza mpaka nje ya nchi. Investment ambavyo uh, vilabu tu vya hapa Morocco wamefanya, hususan katika eneo la facilities. Uh, ukiwa rais wa Young Africans, lakini pia ndio mwenyekiti wa moja wa vilabu Afrika kuna somo ambalo unaliona hapa uh, klabu zina kazi ya kufanya, hususan ambazo hazitoki ukanda huu wa kaskazini mwa Afrika Yeah, I mean, uh, nafikiri Fatuma umejionea we mwenyewe hapa, uh, nchi imeendelea sana. Sio tu katika maeneo ya maendeleo ya kawaida, kwenye upande wa michezo wamewekeza sana. Hapa tulipo hii ni facility ya FUS Rabat, ambayo katika hali ya kawaida tunaweza tusihitaje huko ukanda wetu wa Afrika Mashariki, lakini hebu angalia facilities zilizokuwa nazo. Uwanja ambao tumecheza hapa, kuna viwanja viwili vya artificial, kuna viwanja vya natural viwili ambavyo timu zao kubwa zina train, lakini pia mazingira mazuri ya kufanya mazoezi. Hizi ndizo, nd ndio nyenzo za kufanya tuweze kwenda mbali zaidi kwenye football. Hatuwezi tukuhakikisha tunapata matokeo, lakini matokeo yanaanza kupatikana hapa. Kwa hiyo sisi kwetu, tutatumia nguvu nyingi kupata matokeo. Tutasajili wachezaji kutoka maeneo mbalimbali, lakini kiuhalisia, tukitaka tukuze wachezaji wetu hapa. Unaweza kaona hiki ni kituo cha kawaida, lakini kina facilities za kutosha na kinakuza wachezaji. Tazama kwa mfano wa Morocco, ukitaka kuona wameenda mbali, wameshinda mwaka huu Under 20 World Cup. It's not a joke kushinda mashindano ya dunia ya FIFA Under 20. Maana yake wana watoto wengi ambao wanaweza kucompete kwenye global stage lakini angalia, juzi siku tatu kadhaa, siku tatu zilizopita wamecheza fainali ya Arab Cup, lakini na, na wameshinda, na huko kulikuwa kuna magiant wengi ambao wengi wamequalify mpaka World Cup. Jordan, ambao wamewafunga siku fainali, wa wamequalify World Cup, uh, uh, Saudi Arabia, ambao walikuwa kwenye mashindano, nchi kubwa mbalimbali ambazo zimequalify World Cup zilikuwa zinashindana pale lakini walikuwa na kikosi tofauti na hiki ambacho kinacheza AFCON, siku tatu zopita wamechukua ubingwa kule. Hii inaonyesha ni idadi kubwa ya wachezaji ambao wapo kwenye taifa lao na wamekuzwa. Kwa hiyo tuna kazi kubwa ya kufanya kama Watanzania ili kufikia hivi viwango.